uhai. mm. leo hii tumekuja kumwonesha kwamba tuna uwezo wa kumfunga kifutiboli mm. tunaweza kumtawala tunaweza kumfanyia ubaya ubwela mpaka mwenyewe akashanga tumepata eh, ushindi na rekodi ikae sawasawa huu ndiyo mkubwa zaidi katika ligi kuu msimu huu tangu kuanza kwa ligi kuu ya NBC 2024 2025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 Tukikutana nao tunawaadhibu. Mnyama anasonga mbele.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 Ukimwangalia Jean Charles Ahoua kafanya vizuri. Ukimwangalia volcano eh, elimu panzu kafanya vizuri, lakini tusio wachoyo wa fadhila, hata golikipa wa Dodoma Jiji naye amefanya vizuri vile vile. Kwa hata kwenye kinyang'anyiro cha wachezaji bora wa mechi angeweza vile vile na yeye kuingia kwenye hiyo kinyang'anyiro. Sasa bila yeye tulikuwa tunawatandika mabao kumi hawa.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 akapangwa e, aka kakipa kamoja hivi ambaye hana uzoefu. Nimeelewa, yule bwana ni Nyanda mzuri kwelikweli, kama si ubora wake tulikuwa tunawatandika kumi. Safi kabisa, na magoli haya ni kuwapa pole kwa ajali walioipata. Hapana, ah, Dodoma jiji eh, walipata ajali, tulikuwa tunawapa pole, ndio naona naona, lakini sisi malengo yetu msimu huu sio kutoa mfungaji bora wala sio kutoa nani bora. Hatutaki individual individual, nini wanaita, individual prize, hatutaki hizo tuzo za mtu binafsi binafsi, tunataka tuzo za timu nzima. Tuchachukua sana haya matuzo ya mchezaji binafsi binafsi, mchezaji mmoja mmoja. Tunachokitaka msimu huu ni tuzo ya Simba ni tuzo ya klabu kwa maana ya ubingwa. Kwa hiyo kwenye kupigania huko ubingwa, tunaweza tukaokota tuzo ya kipa bora eh, nani Musa Kamara, lakini tumeona vile vile kiwango cha hali ya juu cha ali ali, ali ali mapenati hmm, mechi ya tatu anadaka bila kuruhusu hata bao moja, akatoka akaingia Abel Hussein. Kuna mfungaji bora, kuna bado kiungo bora wa ukabaji kagoma, kwa hiyo Kusema kweli tunastahili vitu vingi sana msimu huu, lakini target yetu kubwa wakati huu ambao tunajenga, msije mkasahau kama tunajenga timu jamani, msije mkahadaika na mafanikio tuliokuwa nayo hmm, na ubora tuliokuwa nao. Tupo kwenye fezi ya tatu ya ujengaji wa timu, tuna fezi kumi. Hii ndo fezi ya tatu, bado sana, bado sana semaji. Sema kwa matokeo, nasema kwamba ilikuwa ni salamu uh, za tarehe nane, pengine wow. Tunaweza tukasema kwamba unathibitisha muda wote na saa wote mnawahitaji. <laughs> Kanuni sipo, we are ready isipovunjwa. <laughs> Yeah, wasiposingizia wameona mbuzi. Yeah, sisi tuko tayari muda wote ule. <laughs> Anytime. Anytime. Kanuni kinyoka namna hii, wasipoona mbuzi kwenye basi letu wazee <laughs> wasipoona wazee wafupi wenye ndevu nyeupe, sisi tuko tayari. Shemalon Fondo, kuna taarifa <laughs> inasema kwamba atakosekana kama msimu mzima, taarifa yake ikoje? Shemalon Fondo ni majeraha, yeye pamoja na Musa Kamana, kwa sasa bado sijapokea ripoti ya madaktari ya kuonyesha atakaa nje kwa muda gani. Hmm. Uh, nikishapokea hiyo taarifa nitakuwa kwenye nafasi nzuri ya, ya kuwajulisha lakini nachoweza kuwathibitishia ni kwamba wataalamu wetu wanapambana kuhakikisha kwamba anarejea uwanjani kwa haraka sana, kwa sababu huko mbele tuna kibarua muhimu na kibarua kigumu kweli kweli. Neno kwa wanasimba, mnaenda mapumziko ya muda mrefu. Tunakwenda mapumziko kupisha kalenda ya FIFA. Wanasimba, tugeuzie akili yetu kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya timu ya taifa ya Tanzania ana kazi huko, tuhakikishe wamesimba, kwa nguvu yetu yote, tunaiunga mkono timu yetu ya taifa ya Tanzania tuweze kutimiza malengo yetu. Baada ya hapo tutaendelea na programu yetu na, ambao yuko mbele yetu hapa ni mechi yetu ya robo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Afmeri, ya, inona,